Na mtazamaji, katika ile hali ya kuweza kusherekea miaka ishirini ya chama cha chungwa almaarufu kama ODM, leo ni zamu ya wale wanachama wa chama hicho katika ukanda wa Nyanza na Magharibi mwa Kenya, ambao wanakutana katika uga wa Gusii, ambapo muda wowote kutoka sasa wanatarajia kiongozi wa chama hicho Raila Odinga kuungana nao. Tunaungana naye Crispin Otieno, atueleze mengi kuhusiana na shughuli ya leo katika uga wa Gusii hapa nipo katika uga wa Gusii, japo kuna kelele nyuma yangu hapa nilipo. Maelfu ya Wakenya kutoka matabaka mbalimbali mbali. wanazidi kumiminika katika uwanja huu wa Gusii, na unavyotizama nyuma yangu hapa, hivi ndivyo taswira ilivyo katika uga huu. Uh, tayari uwanja huu wa kihistoria wa Gusii umekwisha afurika. Uh, unavyotizama kila mtu Uh, ama wengi ambao ni wafuasi wa chama cha ODM wameingia katika uga huu kama njia mojawapo tu ya kusherekea siku hii ya miaka ishirini ya chama cha ODM. Utakumbuka kwamba uh, hafla hii imekuwa ikiandaliwa maeneo mbalimbali mbali. tumeona viongozi wa ODM wakiwa kule maeneo ya uh, wajia, vilevile uh, vile leo ikiwa ni ra, uh, zamu ya wenyeji wa Nyanza katika uga wa Gusii na vilevile ama a, kilele cha sherehe za ODM ya miaka 20 itakuwa ikiandaliwa kule katika kaunti ya Mombasa. Na unavyotazama mpaka sasa, hatunaarifiwa kwamba kiongozi wa chama cha ODM anatarajiwa wakati wowote wa kutoka sasa, akiwa atatua na ujumbe wake katika eneo ambalo linajulikana kama Kisi Sports Club, ambapo watakuwa wakiandamana na viongozi mbalimbali mbali kufika eneo hili pamoja na magavana mbalimbali kutoka eneo nzima la Nyanza na vilevile kutoka maeneo mbalimbali kote nchini, na kama runinga ya Citizen Uh, tuko ange eh, zaidi nataka tu, uh, tu, tuweze, kuseme, tuweze kusemezana na, na, na baadhi ya viongozi ambao tayari wamekwisha fika katika uga huu. Uh, tuweze kusemezana nao ili watuelezee tu siku hii ya leo uh, tunatarajia, uh, nini wakati ambapo uh, uh, chama cha ODM uh, kinasherekea miaka ishirini tangu kuanzishwa kwake. Nataka tu tuzungumze na baadhi ya viongozi ambao wamekwisha fika hapa. Uh, hii leo tunatarajia nini, nini Na viongozi wanataka kutamka, lakini angavu nao ikasusia ikawapigia chenga. Kwa hiyo muda wote, mambo yakiwa shwari, ndugu yangu Crispin Otieno, tutarudi kwako baadaye tuweze kusikia kauli ya viongozi wa chama cha ODM wanapoungana na wafuasi wao katika ukanda ule wa Nyanza na magharibi mwa Kenya. Na mwenyekiti wa bodi ya sukari humu nchini Nicholas Gumbo amewahakikishia